Tukitoka FIFA break tunarudi wa kulungwa na jambo, hatimaye kitendawili kimeteguliwa. Rashid Hamis, ah, mimi binafsi nimefurahi mm. Ah, sijajua wengine ah, sijajua nguli anasemaje mm -hmm. Mimi binafsi nimefurahi, unajua ah, <coughs> kutokana na mambo ambayo yalikuwa yakiendelea mm. ah, mtu yeyote mpenda mpira, hakuna mtu yeyote jambo hili lilikuwa linamfurahisha, so naelewa na, eh? hmm. na tulipokuwa tunaelekea sikuona kama palikuwa ni pazuri sana, uh, zaidi tu nafikiri ilikuwa ingetoka kwenye taasisi ingeweza kuanza kwenda sasa, maana ndicho ambacho nilikuwa naona nakiona sio, lakini walichojaribu kukifanya Yanga Africans Uh, walifanya kwa namna ambao wao waliona ndo njia ilikuwa sahihi kwa, sahi, kwa maana ya kupeleka shtaka lao kule CAS na CAS walichokifanya pia kurejesha mamlaka, kuto kuruka mamlaka, kwamba wapitie kwenye mamlaka husika then waangalie namna gani ya kuweza kuona hukumu wamepitiaje na baada ya hapo jana uh, pia nimeona barua Yanga Africans waliandika Mm, baadhi ya uh, kwa maana ya kutoa msimamo wao kwenye kile ambacho wao wanaamini uh, kwenye hichi kitu kinachoendelea. Nafikiri hii ratiba uh, baada ya maboresho mm, uh, baada ya CAS kutoa majibu mm, bodi ya ligi walikuja na majibu kwamba watafanya maboresho ya ratiba ukiwemo na mchezo nambari 184 mm, sindio? Mm, baada ya kuja hiyo barua Uh, nafikiri baada ya siku moja ama siku mbili uh, Young Africans nao waka release wakatoa barua mm -hmm, kwa maana ya kutoa msimamo wao kwa njia ya maandishi kwa maana ya kuwafikia mashabiki na wanachama Young Africans kwenye kile ambacho wao wanaamini mpaka sasa, lakini kwa hiki ambacho kimetolewa leo asubuhi mm -hmm, na bodi ya ligi, maanake bodi ya ligi, mm -hmm. ligi wameweza kupitia na kufanya marekebisho ya ratiba ukiwemo huo mchezo wa Yanga na Simba ambao kimsingi wao wanapaswa kuitekeleza na kuisimamia kama namna ambavyo wamekuwa wakifanya siku zote, na huu mchezo unapaswa kuchezwa, so mm. kwenye namna hiyo, binafsi nimefurahi kwa mm. uh, kuweza kuona bodi ya ligi wanaweka hiyo tarehe ya mchezo, na mimi niwe mkweli Menelewa bwana Msumi. Sasa mm. kwenye hichi kitu hu mpira popote pale duniani, uwe nchi, wilaya, mkoa, ni lazima tunapaswa kuheshimu mamlaka, ndio utaratibu wa mm. binadamu. Menelewa mm. kwenye TFF na bodi ya ligi mm. hawa ndio ambao wanatupa miongozo ya nini kifanyike kwenye mpira wetu Tanzania, yes, unaelewa mm. Sasa bodi ya ligi imeshatoa ratiba ya huu mchezo uchezo. Kwenye kile ninachokiona kutokana na barua ambao waliandika Young Africans jana kuillisi, manake sitegemei kusema ukweli, sitegemei kuona msagano utaendelea, ila rai yangu mm nilikuwa natamani kuona Young Africans wakitii agizo Mwra. la ratiba na, na agizo la mamlaka. Nafikiri kwa afya ya mpira wa Tanzania Mwra. inaweza ikawa iko sahihi. Hili jambo lina mambo mengi ndani yake, lakini hatupaswe kutazama huko, tunapaswa Tuna kutazama afya ya mpira Mwra. wa Tanzania. Mwra. Mwra. hicho ndicho ambacho Chow. mimi nakiona na hicho ndicho ambacho Mwra. natamani kifanyike, tutii mamlaka ambayo tumeyapa na kuyaamini. Unaelewa bwana, mengine mm. kwa ajili ya mustakabali wa nchi mm. mustaka mustaka, hakuna klabu kubwa mm. yenye nguvu kuliko taasisi inayopewa mamlaka ya kusimamia mpia